Good morning. Morning guys, kama kawaida niko kwenye mtindo bora leo. Kukwetu kulikuwa na mvua asubuhi, ndio maana unaona nimevalia koti leo. Siku ambazo hakuna mvua sipendi kulivaa, japo najua wengine wanapenda kuvaa kwa sababu linachoma mafuta eh? <laughs> ila leo nimevaa kwa sababu ya mvua okay. Sasa leo bwana, nilikuwa tempted ku kuwaza kuhusu mambo ya school bus <laughs> leo mawazo ya school bus yakanijia asubuhi, maana nimeamka mvua kubwa inanyesha, nikiangalia nje naona yani mitaa ina maji, nikiangalia watu wangu nasema Mungu wangu, yani nikaanza kuwaza au kipindi hiki cha mvua niwa, niwarudishe kwenye school bus eh, ili wachukuliwe getini pale waondokane na hiyo adha ya madimbwi mm? Na alafu au n, n, nikiwaza aidha niwanulie mwamvuli au yale makoti ambayo yanazuia mvua, yani yale ambayo wakivaa mabegi yao na wao hawataloa. So nikawa naongea mi mwenyewe ya? naongea mimi mwenyewe na mimi mwenyewe naujiuliza, <laughs> na kipi bora kwamba niwarudishe kwenye skuu basi au niwanulie ni miamvuli ni na hizo tools hivyo yani, vitendea kazi ambavyo vitawasaidia kuendelea na utaratibu wa public transport yani kwenda kutumia daladala, lakini wawe na hivyo vitu ambavyo vitawasaidia kwenye mvua, labda wavae gambuti na hayo makoti ya mvua au mwavuli koo, nikawa na, na, na mimi mwenyewe, yani niko kwenye hiyo changamoto, lakini sasa ndio hivyo, nika katika hiyo changamoto nikajiuliza maswali ambayo ni magumu, kwamba sasa what is the point, kwa nini sasa hivi wanapanda mabasi, kwa sababu nataka kuwa train uhalisia wa maisha kwamba kuna maisha ya, ya namna nyingine so. maisha siyo tu school basi, kuna maisha mengine ambayo ni ya daladala, maisha ya kawaida kabisa, mtu yoyote ambaye anaweza kuafodi, si ndiyo? Eh, so na watreni waweze kukabiliana yani, yani waweze kuishi yani, wasiwe ni wale watoto, kuna vitu fulani hawaviwezi kwa sababu hawajaliliwa hivi. Kwa hiyo mimi mwenyewe naongea yani so kama hicho ndicho unacho watreni, mimi mwenyewe naongea. <laughs> Kwa hiyo kama hicho ndio unacho watreni, watoto waweze kujitegemea, waweze kukabiliana na nyakati kwenye maisha, kwa sababu kwenye maisha bwana, kuna nyakati eh, nyakati tunajua kuna nyakati za eh, kupanda kuna za kuvuna, kuna za njaa, kuna za chakula, yani hizo nyakati zipo kwenye maisha. Kama leo kilicholeta hayo mawazo yote ni mvua, manake tulikuwa toka wameanza kupanda daladala hatujakutana na mvua, so mvua ilivyoingia, maanake i kipindi cha mvua, sasa ndio akili inakuja kwamba kwao tunaingia kwenye mvua, sasa itakuwaje kwao? Nikaanza kuwahurumia kwamba nawaonea huruma kwamba, eh, yani madimbwi haya ya, itakuwaje na mvua na mabegi na wao, yani nafikiri kwa mzazi anaelewa <laughs> nilichokuwa nakipitia lakini sasa ndio nikaanza mi mwenyewe mwenyewe mwenye, yani najiongelesha mimi, najijibu, najiuliza maswali, najiuliza hivyo kwamba kuwai umeamua kuanzishia hiyo uh, usafiri wa daladala ni kwa sababu nataka kuwa treni real life, maisha ya halisi you know? ukiwa nacho hauna watoto wanazoea, wanajua that is how life is. leo kuna kupata, kuna kukosa, hiyo ndo the reason inawatreni watoto hivi So ndio nikaendelea kujiuliza, kama hiyo ndio, if that is the point, kwa nini usiendelee kuwa train kwamba na nyakati hizi yani, wazoee kwamba kuna kiangazi, kuna wakati wataenda shule wamebeba tu mabegi yao, no problem, hakuna mvua, hakuna maji barabarani. Lakini they have to know kwamba nyakati za mvua watafanyaje fanyaje, yani hiyo ni part pia ya training, kwamba watafanyaje nyakati ambazo kuna mvua na wao wanapaswa kwenda shule, ehe. Lazima wa, waweze kujiequip na kujitrain kwamba kuna vifaa ambavyo wanatakiwa sasa wavitumie, aidha ni miamvuli au kama nilivyosema ni majacket, um, lakini au ni watavaa gambuti anything, lakini wajue kwamba hizi ni nyakati ambazo yani ni za kawaida anyway. Mvua ikinyesha, mtoto asianze tena kujiona kama katope akiloa atayeyuka <laughs> eh? Aone tu ni mvua, so what you have to go to school, au natakiwa kufanya nachofanya, natakiwa kwenda kazini, natakiwa kwenda cho... kama mimi nimekuja mazoezini anyway, mvua imenyesha. Lakini kuna mtu mwingine kwa sababu mvua imenyesha anajipa excuse ya ah, mvua imenyesha nalala. Au mwingine hata kazini aendi, atasingizia kwamba ah, bwana leo nimeamka, si mtoto si nini, nimepata emergency, kumbe tu kasikia mvua huko akaamua ah, bwana leo ni mvua So, mi nika nikawa, sasa kilichoshinda katika yale mazungumzo yangu mimi mwenyewe kwa mwenyewe ni kwamba no matter what, lazima uh, kile kinachopaswa kufanyika kifanyike, na lazima mimi ni watrain watoto wangu uh, maisha halisi yaani, lazima kwa hiyo watapaswa kuendelea hivi hivi na cha kufanya sasa hivi sasa ni kuwatafutia vifaa ambavyo vitawasaidia katika hizi nyakati za mvua, kama watavayo mabuti, kama watavayo makoti ya mvua, kama watachukua miamvuli, lakini they have to face that challenge na waweze kuiona ni ya kawaida, yani wajitreni, waizoee na wajue katika maisha, sababu wana miaka mingi mbele, bado wako shuleni, kwamba kuna nyakati hizo za mvua, still wanatakiwa kwenda shule ila watatakiwa kuhakikisha kwamba mabegi yao, madaftari yao hayajaloa na wao wenyewe wanafika shuleni. Kama Liston leo, gari ikapita. Leo ni siku yake, anavaa zile short white, ikapita gari vup, ikamrushia maji, akachanganyikiwa eh? Akachanganyikiwa hey, ni, namuiza nini, gari imenirushia maji. Nikamwambia yes so now you, you know kwamba ukiona gari napita na kuna mvua na kuna maji barabarani, wewe mwenyewe unakimbia mbali, sio unatembea kama vile barabarani natembea peke yako. Alikuwa ameshaanza kupaniki, anataka na kulia, alivyoona nilivyo respond vile akatulia, akawa okay, akaendelea na maisha. Kwa hiyo ameenda, katula yake imechafuka, amerushiwa ame maji ya gari, lakini mimi nikaipokea kwamba ndio, mwanangu ndio ujifunze, unapopita barabarani kuna madimbo, kuna nini, ukiona magari au bodaboda nini, jisogeze pembeni ili wasije wakakurushia maji. Akachukulia positive baada ya mimi kumwambia kwamba hiyo it's normal, ni kwa sababu kuwa makini. So what is my point? My point ni kwamba, jamani, mimi binafsi I don't know kwa wengine najua. Uh, kuna baadhi ya wa wazazi hawataki watoto wao wapate shida kabisa, na wanasema Sitaki kwa sababu mimi nilipata shida, mwanangu aje apate shida? My friend, Mungu aliyetuumba yeye ndio ametuwekea hizi challenges hapa. Who are you unasema utaki mwanao apitie? Kama hutaki apitie sasa hivi hizo shida, atazipitia utakapokuwa haupo, na utakapokuwa haupo, kama hukum train kama Yusufu alivyowatabiria uh, uh, Farao kwamba kuna miaka ya njaa, kuna miaka ya inakuja ya njaa. So tunachotakiwa sasa hivi tujiandae, ili hiyo miaka ya njaa tuweze kuikabili, means kwamba usipomtreni mtoto wako kujua kwamba kuna haya maisha mengine ambayo yana challenge za kawaida katika maisha, atashindwa kukabiliana nazo, na pia anashindwa kukabiliana nazo. Ndio hapo mtoto anapojiingiza kwenye makundi mabaya sehemu kama hawa vijana wanaoingia kwenye madawa kulevya wanaoingia kwenye vitu kama hivyo. Why? ni kwa sababu wanakuja kukutana na ugumu fulani, wanakuja kukutana na nyakati ambazo hawakuzizoea, na kwa sababu they are not trained, hawajatreniwa kwamba leo hii ndio wewe ni superstar, lakini kesho utakutana na mtu hata wa mmoja akujui. Sasa kile kitu kinampa frustration, anaamua kujingiza kwenye madawa kulevya, mabangi, mapombe. Why? kwa sababu life is not the same. Of course maisha hata kuwa the same. So we have to train our kids tunatakiwa tuwa train ili waweze kuchukulia maisha kawaida. Good morning, nafikiri mada ya leo itakuwa imeelewa.